Mheshimiwa Naibu Spika, sekta hii ni sekta muhimu sana, na sijajua ni kwa nini kama bunge tunatimiza wajibu wetu wa kutenga bajeti na fedha haziendi. Tunataka mapinduzi, hakuna mapinduzi yanaweza yakafanyika bila kupeleka fedha. Tulitaka hapa tuwalaumu wizara kwa kutosimamia, unawalaumu wapi kama fedha hawajapewa? Jambo hili alifurahishi hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, wamefanya oparesheni kulingana na changamoto iliyopo ziwa Tanganyika ya uvuvi haramu. Mmefanya oparesheni ambayo mimi mngeniambia niwape jina la oparesheni ile, ningewaambia ni oparesheni kata funua. Mmefanya oparesheni kubwa, lakini tunaomba oparesheni hiyo isiwe zimamoto na isiishie wilaya ya Nkasi peke yake, fanyeni maeneo yote, ili tuone matokeo chanya ya hizo oparesheni. Mheshimiwa naibu spika, lakini lazima wawe na boti la doria. Msiwe mnafanya hivi kwa nani, afu mnaondoka, lazima ziwepo boti za doria za kila siku. Lakini fuatilieni mlio wap, mliowapa nafasi za kusimamia, wanasimamia kikamilifu. Kama kuna shida fanyeni mabadiliko ili tuone matokeo chanya kwenye maeneo hayo.